Katika hafla ya ufunguzi wa tawi jipya la UVCCM, vijana wa ngazi mbalimbali wametakiwa kudumisha amani na mshikamano sambamba na kuto kutumika vibaya kwa maslahi ya watu wachache. Matamshi hayo yametolewa na mjumbe wa baraza la vijana taifa ndugu Hasina Yusuf Juma huko katika chuo cha Afya Pemba, School of Health Science Kifumbikai, wilaya ya Wete, mkoa wa Kaskazini Pemba. So, mimi napenda niwaasi vijana wenzangu tuwepo katika mstari wa mbele katika kuiezi amani yetu. Amani ikiondoka, basi kila kitu kimefanya nini, kimepanguka katika maisha yetu, na tusikubali kutumiwa na kama ni watu kwa maslahi yao binafsi, au kama ni chama cha yoyote kwa maslahi yao binafsi. Tusikubali kutumiwa sisi vijana katika kuiondoa nini, amani. Mimi naamini chama cha atuwezi kufanya hii kitu ya kuondosha amani, lakini pengine Engina, engina, zote, hula na katika hatua nyingine, mwenyekiti wa Senate UVCCM vyuo na vyuo vikuu mkoa wa Kaskazini Pemba Khalifa Shaib Kaim pamoja na rais wa chuo hicho ndugu Martin Peter Shija wamempongeza rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi kwa kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi na kuwaomba wanafunzi hao kuunga mkono kwa juhudi anazoendelea kuzifanya visiwani humo. Suahili wanasema mpende akupendaye, asiyekupenda achana naye. Nikwambie leo hii, kama kuna mtu anakudanganya hakupendi, achana naye. Kwa hiyo Daktari Hussein Ali Mwinyi anakupenda, na yeye tumpende. Makusudio yangu mwezi wa kumi, kuanzia tarehe ya mwanzo mpaka tarehe ishirini na tano tumpigie kampeni kwa kila kijana, kwa kila mzee ambaye anaishi ndani ya mkoa. Yule mzee wa watu, wachukue kura zote ndani ya mkoa Kaskazini Pemba Mawe. Dokta Mwinyi ameleta mikopo ya diploma. Dokta Mwinyi ameongeza bumu kutoka elfu nane mpaka elfu kumi kwa siku. Dokta Mwinyi amejenga shule za kisasa. Magorofa ya shule za msingi na sekondari tunayashuhudia. Dokta Mwinyi amejenga hospitali za wilaya kubwa na za kisasa. Leo, leo haya majengo ya hospitali za wilaya Yangekuwa ni hoteli tungesema ni hoteli za nyota tano. Miongoni mwa viongozi ambao wamehudhuria katika hafla hiyo ni pamoja na mjumbe kama wa kamati tekelezaji wazazi jumuia ya sisi, ndugu Ali Suleiman Othman, kwa upande wake amesema, nataka niwapeni siri ndugu zangu, kwa vile leo kunaanzisha tawi la umoja wa vijana sene kwa, kwa vyo a hichi chuo cha afya, na faida nyingi mtazipata Kupitia UV system kupitia vijana na mwelewe vijana kwamba chimbuko la viongozi wote mnaoona walitokea huko, sisi tumelelewa huko nan nyi... nikiripoti langu jina ni mimi Muhammad Othman wa Rada Online TV.